Mtazamo wangu mimi kidogo, wapo unanipa mashaka kwa sababu sidhani Waislamu wana, wana, wanaweza kukubaliana kukata vitu watu siai, lakini huyo pengine ni shehe, mi simfahamu, pengine ni shehe na je, kuwa anazungumza alikuwa wapi? Alikuwa msikitini au alikuwa wapi? Maana wakati mwingine tusiende haraka kujibu kitu ambacho huwezi kujua. Huyu mtu wakati anazungumza hayo maneno alikuwa wapi? Alikuwa kandit, msikitini au alikuwa wapi? hao walikuwa anazungumza na waislamu wote? mimi mi, nanipa shida kumzungumza ku, ku, ku mm. Nimezungumzia teki kwa sababu ni maamuzi ya baraza la maskofu mm. Sasa huku sikusikia lugha hiyo sikuiona humu mm. Na hiyo lugha naye niambia, nami nilisikia tu, lakini sikujua siku huyo mtu huyo ni shehe kweli mm. Na kama ni shehe alikuwa wapi? Kwa msikitini Sawa, ilikuwa wapi kwa Tanzania? Ninavyoifahamu toka toka mimi nimekuwa na akili, sikuwahi kusikia au kuona Muislamu anakata mtu kichwa. Sikuwahi. Sasa nina miaka themanini na moja huu mmoja sijaumaliza bado, kama miezi minne hivi nitakuwa nimemaliza. Sijawahi kusikia wala kuona aliyekatwa kichwa ni Muislamu au ni Mkristu, sijawahi kuona wala sijawahi kusikia. Sasa huyo siwezi kumsema sana, kauli inayozungumzia maisha ya binadamu, kumtoa maisha si sawa si sawa. Jana nadhani jana jana nilikuwa naona mufti anaomba anaomba umma usiingie kwenye maandamano na u, yule mufti ndiyo yu msemaji wa Waislamu. Sasa mufti ndio msemaji wa Waislamu, sikusikia lugha hiyo ya kukata vichwa, nimesikia lugha ya kuomba <coughs> Waisilamu na wasukua Waisilamu wasiende kwenye maandamano hayo. Sasa hmm. huyu -sa mwingine mimi nitamsemaje? <coughs> <coughs> mm. <coughs> siwezi kumsema kwa kweli na nyamaza kwake, lakini hmm. lugha ile haikuwa nzuri na haikuwa nzuri kwangu tu, hata kwa waislamu wenzake haikuwa nzuri. Tanganyika na Tanzania hii ilivyokaa, kama nilivyosema, toka nimekuwa na akili timamu sijawahi kuona mwislamu anakata mtu kichwa, sijawahi hata kusikia. Sio <tansi> <tansi> tabia ya Tanganyika Tanzania. Sori, lazima ni Tanzania. Tumekuwa na tabia ya kuheshimiana, kuheshimiana uh, mimi nikiwa na ugeni hapa, nataka kuchinja, namwita Muislamu, njoo bwana. Kwa nini aichinje? akiwa akipa na nafasi aje tule pamoja, ndio maana yake, na yeye akiwa na. Kuna watu wananialika hapo, wanaita ile ya I, I. Ha, ha, kuna, kuna ile ya uh, arobaini arobaini, huwa wananiita hapa na kwenda tunashiriki shiriki, wala sibaguliwe tena, wanafurahi nikiwepo sasa <laughs> kwa tabia ya Watanzania ilivyokaa, wee unasema utakatavyo Wakiristu hata kwa sababu kwa mfano, Tanzania yetu hii mji mmoja kuna Waislamu hey. Kuna Wakristo hey. Mji mmoja huo sasa. <laughs> mambo mengine mimi sitaki kuingia sana, kwa sababu nashindwa kusema kitu ambacho labda kinaweza kikabadilisha watanzania waanze kuchinjana, isikioni sikioni, hata kidogo sasa hivi ukiangalia, okay. vijana wanaolaani mambo haya ya tarehe ishirini na tisa, kuna Waislamu, kuna Wakristu, kuna watu yani wa aina zote, wanalaani hayo mambo na hawayataki yajirudi, sasa wee, wasifanyike tena. Sasa wee, unaposema hiyo kitu, mimi sina jibu lake, sijawahi kuona Ah, jana mici jana jana jioni, nilikuwa kwenye TV niliona kuna msemaji wa polisi alieleza kwamba tarehe tisa hakuna maandamano tena. Amesema kwa kusisitiza kwamba kwa, eh, kwa utaratibu maandamano mtu anayetaka kufanya maandamano anapeleka taarifa, na jana alikuwa anasema kwamba nchi nzima, kwa sababu taarifa hiyo inapeleka kwa OCD, nchi nzima hakuna sehemu ambayo kuna taarifa ya maandamano. Ndio kilichoko ni taarifa ya taarifa za simu na namba za simu za nje na za ndani zinasema maandamano yapo, na yeye akasema maandamano hayapo. Sasa ukiniuliza mimi nasemaje kuhusu neno hili, wa Tanzania, lazima tufuate serikali inayosema hakuna maandamano na hakuna maandamano kwa sababu hakuna, hakuna, hakuna taarifa ya, ya, ya kusema kuna maandamano. Huyu anayetaka kuandamana hajajulikana, hajasema kwamba ni mimi fulani naanza maandamano kutoka mahala fulani na kwenda kumalizia mahala fulani, ndio yeah. maana yake alikuwa anazungumza yeah. msemaji wa polisi. Sasa mimi nakiweza kusema ni Watanzania, tukubaliane kwamba yeah. hakuna maandamano yeah. na kama hakuna maandamano, wewe unakwenda kufanya nini tena huko? <laughs> kama serikali imesema haina taarifa, sasa wewe unakwenda wapi? <laughs> Kwa hiyo kwa hiyo mimi nadhani tufate yale ambayo ambayo ni ni hii serikali imesema eh. Sasa mwandishi, bahati mbaya, unasema huyo shehe wala humfahamu, sasa nitamsemaje mimi nikimfahamu? Na mimi walau niseme wee, kumbe hata jina umfahamu hata msikiti anayoongoza huufahamu Ahemanini, labda nanaweza kusema mimi kwamba kwa tabia ya serikali tukio kubwa lililofanyika tarehe ishirini na tisa msemaji peke yake ni rahisi, hakuna mwingine anaweza kuzungumzia neno hilo kama rahisi yamapisha sema na kutoa maelekezo makabu, nataka kusema nitugani Hiyo klinayo nakuwa ni ishu yo kamanaana najua hawezi kusema. Nasemaje, mwenye nchi ameshasema. Mwenye nchi sasa hivi ni raisi peke yake, Raisi Samia ndio mwenye nchi, amesema na ametoa maelekezo. Unataka na makamu asemeze Sasa nchi haina misigani? nchi bali na raisi, raisi yupo na mambo makubwa haya ni ya rais sio ya makamu wala waziri ah. Ukisikia waziri wa, wa mambo ya ndani anazungumza na anaeleza jinsi rais alivyosema, hana la ziada, hawezi kuongeza neno hizo hey. so, nafikiri hajui protoko ya nchi inavyokwenda. Rais akishamaliza kuhutubia, kuna mtu mwingine anaanza kuhutubia ah. <laughs> sema kikao kimeisha. <laughs> Sasa saaaizi amesha kutumia tarehe ishirini na tisa yeah. alafu wanataka kwamba makamu ahudumie nii, mm. Eh? Kwanza tutamshanga huyo makamu wapi maau? <laughs> ametokea wapi ilo mimi wa. <laughs> <laughs> <laughs> Eh? Yeah. silioni liko kwenye picha aliko kwenye picha, yeah. Ah, hata kidogo, ni mawazo ya huyo mtu mm. Na unajua watu hawa kila mtu ana mawazo yake. Sasa kama mtu na mawazo yake mm -hmm. Eh, unaangalia tu Uh, masilahi ya Katoliki iko wapi kwenye serikali? Masilahi gani? Kwa sababu wa Ayu, ni yao. Katoliki wana mambo yao yanaendelea, hawajasimamishwa Wakatoliki wanasali kama walivyopanga wenyewe. Hakuna mtu aliyekwenda kuambia kwamba sasa msisali kwa sababu mna makamu wa rais. Hakuna. Hayo ni mambo yake tu wenyewe. Wakatoliki wanasali masaa sijui mangapi usiku ni karibu kila wakati wa nasari hawajazuiliwa. mm. Sasa kwanza akisema sijui asiposema wakatoliki mm. watapata kitu gani? <laughs> asiposema tu wakatoliki watapata kitu gani au? <laughs> mimi hilo yeah, e silioni kabisa silioni hata kidogo si silioni, wasiharibu serikali mpaka matoke viongozi viongozi, anayefuata maadili ndio anayetakiwa. Hata hivi hapa Katoliki aWakatoliki wanasema awe mwadilifu na uadilifu unatoka na jinsi mkubwa wako anavyosema unafuata. Sasa wewe mkubwa wako ameshatoa hotuba kitaifa na ametoa amri na maelekezo wewe makamu, unakwenda kusema kitu gani? Makamu kazi yako ni kuhakikisha kwamba yale yaliyosema na na, na, na, mkuu wa nchi yanatekelezwa. Ndio kazi yako. Sasa haya wala makamu wa rais asizisikilize na wala rais asiziangalie ni hadisi tu, kama mtu hana neno la kusema anaona aseme na hilo na hilo, basi lakini kwa kweli nchi haiongozwi mm. namna hiyo. Raia namba moja wa Tanzania sasa hivi ni Rais Samia, ndio mm. raia namba moja na ndio msemaji. Tukio kubwa kama lile, yeye ndio msemaji na na amesha amesha sema. Sasa sasa makamu aende kusema nini tena? Ninie binadhani mwandishi wa habari hilo tuliache hivi, sawa? Mimi kwanza nashukuru sana Rais, nchi imetulia. Huu msigano uliokuwepo umetulia, tunafanya kazi, tunalala salama, tunashinda salama eh? Sasa mimi, mimi unajua huwa nashangaa, hasa hizi nchi za nje huwa nashangaa sana kwa hali ilivyo Tanzania wanavyoisema. Mbona hata hawasemi Palestina hiyo Gaza, mbona hawaisemi? Watu wa Gaza wanalia kila siku wananyanyaswa kitu juzi, Wayahudi walikuwa wamewanyima hata, hata chakula, hakuna kupeleka pale chakula, mbona hawasemi hiyo kitu eh? Wayahudi wanawaua pale duzi kana angalia sana wame jira yaani, mauaji yako pale siu mbona hawasemi, kama kweli hawa watu wana demokrasia wanaongea Tanzania tu, kitu ambacho Tanzania kimetokea kama vile bahati mbaya tu alafu kimekatika wengine, lakini wanazungumza, tunataka kuangalia mahusiano yetu. Mahusiano gani? Nataka kuangalia, Putin anaua watu pale kila siku, anaua Warusi, anaona hawatoshi, anaenda kuua kila siku, anaua Warusi, anaona hawatoshi, anaenda kuua wa Ukraine, anaua kila siku, hawasemi wanaangalia mauseni wa ya Tanzania si mambo ya kihuni haya. Marekani sasa anakwenda kuua watu Venezuela. Akiona boti inatoka pale anapiga na choma moto. Hmm. Hawasemi hmm, ila Tanzania tuna mashaka. Tanzania ipi, hmm, ambayo watu wanalala salama wanaamka salama wanakwenda sokoni, wana tunakwenda popote tunapotaka hmm, salama hmm. Leo unasema kwamba Tanzania, Tanzania kitu gani? Mimi nasema rais kazi yake ni nzuri nzuri kabisa kabisa. Tumetulia sasa hivi sasa hivi nimekwenda mjini nimesharudi, nimekwenda shamba nimesharudi, sijaona dosari hata kidogo. Kongo wanakwenda kudanganywa na Trump, wanasaini mkataba wa amani, sisi huko watu wanauana huko. Alafu Marekani wanaenda kuchukua dhahabu zote. Mambo ya kijinga tu pale. <manyan> <manyan> mambo mengine binafikiri mwandishi mambo mengine tu <tunanyamaza hao ni watu wa maswali watu wa maswali> sema Tanzania iko mbaya gani sasa hivi yeah. Naongea na Tabora, naongea na, na, na watu nasema tuko sawa sawa. Yani huyo mtu anakaa na kaa tujibu watu huko, sijui si Ujerumani hivi Ujerumani. Mwalimu aliwahi kuwafukuza hao Wajerumani, wajua hapa kwa mambo <tukutu, tukutu, tukutu>, ya so, upuzi, upuzi hayo wakati huo kuna Ujerumani mashariki na Ujerumani magharibi eh, wanadai eti Ujerumani nyingine na dai nyingine kwamba usiitambue usifanye uhusiano na yenyewe, mwalimu akawafukuza. Kwani tulikufa na njaa? Mbona tupo sasa leo Ujerumani na nasema sio kitu gari hapa gari, si upata majibu tu wafanya biashara lakini ni wadhuluma, ni watu wanaodhulumu mali za wengine kama zinavyofanyika hapa Kongo. Kila mtu anajua wazungu wanachukua pale mali ya watu hivi hivi, na hapa kwetu nafikiri Rais Samia anapaswa angalie haya madini tuliyonayo haya. Akiwafungulia sana hawa watu ndio matokeo haya watasababisha humu mgogoro usiokwisha ili waendelee kupata mali, kwa sababu Tanzania sasa hivi ni kati ya nchi zenye madini ya kutosha Kwe. tena ya aina aina Kwe. Sasa wanatafuta chanzo, wanatengeneza chanzo cha kutengeneza tatizo, ili wewe kazi yako hiyo ni kulia tu na, ku, na kuomba misaada, na sioni sasa hivi tuna haja kuomba misaada Kwe. Kwe. Sioni hata kidogo, tunachotakiwa ni kufanya kazi mm. eh, ndio tunachotakiwa kufanya, lakini si kuomba. Hatuna mjomba. Mwalimu aliwahi kusema hatuna mjomba ini kwa kuja kutusaidia tuletee maendeleo; maendeleo tutaleta wenyewe wenye. Eh, kama hawa wanasema sijui misaada yao, sijui biashara. Kwani lazima ufanye na Uingereza na Ujerumani peke yake naweza kufanya hata na Waarabu hapo, naeza kufanya na Wahindi, naweza kufanya na Wachina, tunafanya tu biashara hmm. lazima Uingereza na Wamarekani? Mi nafikiri sioni mimi sababu ya kufikiri kwamba Tanzania ina shida, shida ya wapi?